Na uto huo, Jeshi la Kujenga Taifa limewapangia makambi watakayokwenda kupatiwa mafunzo na wanatakiwa kuripoti makambini kuanzia kesho tarehe 28 Mei hadi tarehe 8 Juni 2025. Wahitimu wenye mahitaji maalum physical disabilities waripoti katika kambi ya Ruvu Jeshi la Kujenga Taifa iliyopo Mlandizi mkoani Pwani, ambayo ina miundombinu ya kuwahudumia watu hao. Orodha kamili ya majina ya vijana hao, makambi ya jeketi waliopangiwa, maeneo makambi hayo yalipo na vifaa watakavyotakiwa kwenda navyo, inapatikana katika tovuti ya Jeshi la Kujenga Taifa ambayo ni www W dot JKT dot mil dot tz. Aidha, ili kufahamu kambi kijana aliyopangiwa, kijana anatakiwa kuingiza jina la shule au namba ya shule aliyohitimu elimu ya kidato cha sita. Mbele ya jina la shule yake ataona neno lililoandikwa waliochaguliwa na taifa Meja Jenerali Rajabu ndugu Mabele anawakaribisha vijana wote waliohitimu kidato cha sita mwaka 2025 ili waweze kujiunga na vijana wenzao katika kujengewa uzalendo, kufundishwa nidhamu, ukakamavu, umoja wa kitaifa, stadi za kazi, stadi za maisha na utayari wa kulilinda na kulitumikia taifa lao. Kuhusu vijana wao ambao watakuwa wamechaguliwa kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, kwa sababu tunapowaita hawa vijana tunawafundisha na kuandaa kwa ajili ya mafunzo yao, kwa sababu wametoka kulelewa shuleni. Sasa hivi, baada ya kwenda vioni au kwenye shughuli mbalimbali, wanaenda kujitegemea, wanajiendea kama wao. Kwa hiyo, tunaenda tunawajengea ule uzoefu wajengea kujiamini kwa sababu wataenda kuanza maisha ya peke yake. Kwa hiyo tunaomba sana wazazi na walezi wawaruhusu wa vijana waje kwa ajili ya mstakabali wao wa maisha yao. JKT ni mahali salama, mahali ambapo kijana anafundishwa kuwa na nidhamu, anafundishwa kupenda kazi na kujitolea na kulipenda taifa lake. Kwa hiyo nawaomba sana wazazi wa waruhusu vijana wao waje kuhudhuria mafunzo haya ya Jeshi la Kujenga Taifa. Na vile vile vijana wote wote watakuwa kuwa wamechaguliwa, tunawaomba tu waje wahudhurie mafunzo haya kwa sababu wenzao wengi tu ambao wako vioni walishahudhuria.